Yes, shindani mzuri sana umetokea na tunaamini ndivyo ambavyo wachezaji wanajisikia leo. Tukienda kwenye ligi, inshallah tutakwenda na nguvu kubwa na tutafanya vizuri kwenye ligi msimu huu. Penalti tunajua ni kitu cha kawaida, penalti ni kitu cha kawaida. Ah, kupata kukosa ni kitu cha kawaida, mimi naangalia dakika tisini. Tumeweza kucheza dhidi ya dakika tisini. Wametangulia kufunga tukasawazisha goli, tukapata kadi nyekundu mapema, kipindi cha pili tukaweza kuwa contain, tuka create pia nafasi ya kufunga, licha ya kuwa pungufu, lakini bahati haikuwa upande wetu. Dakika tisini pia kwenye penalty hazinago mwenyewe ilikuwa bahati yao leo, lakini sisi kimpira dakika tisini za leo zimeonyesha tuna timu ya kushinda ubingwa wa ligi msimu huu, na wazi kwenye kipindi cha <laughs> yale yote ambayo alikuwa akiendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Jenin kuhusishwa eh, na maumbile yake, lakini leo amefunga. Pengine uongozi mmehusika kwa kiasi gani kuakisha mnamweka sawa Jenini, na kucheza mechi ya leo? Mi nafikiri ta ishu ya Jenin uh, tayari TFF wameshatolea maelezo yao, kwa hiyo tubakie kwenye nukta ile tukiendelea kuichambua sana hapa, tutachambua vitu ambavyo havina havina umuhimu cha muhimu, shirikisho limeshatoa maelezo yake, limetoa nini kitafata, basi tufungie kurasa hapo, tumwacheni ubinti acheze mpira. Lakini overall performance ya sasa ya mchezaji kama Jenny umeionaje? Kwa kweli na performance ya team, sio Jenny performance ya team. Tumeleta wachezaji wapya kwenye timu yetu na wameonyesha kwamba wameadapti kwa haraka na wameweza kupata kutoa ushindani huu. JKT hujua ni bingwa mtetezi wa ligi, sio timu nyepesi. Ukiona wameweza kujua wapi wameingia, wametoa ushindani, sisi kama uongozi umeturidhisha na tunaamini. Tumetoka vyumbani, muda huu wachezaji wana hisia kali, wengine wanalia, na tumewaambia hivi, mnapojisikia leo hivi, ndio natakiwa, hiyo mwisho. Natakiwa hasira hizi, majonzi yangu yokuwa nayo, muende nayo kwenye ligi. Mwisho wa ligi ukifika, nasikia hizo ngoma hizi, na kwa zile ngoma za wanayanga wanashangilia ubingwa. Wametusikia na mimi wametuelewa, na kazi itakwenda kufanyika inshaallah